Anza kula chezea, njaa wewe Njawe! hapa <laughs> leo Njombe tunawakaribisha, ila wasije na vurugu. Milango iko wazi, siwapokee wakija, wapokee, waje huko. Leo mtasikia wanagawana virago huku, eti hatusikilizani, hatusikilizwi Uh, kanuni za Chama cha Mapinduzi tunasikilizana tunaelekezana hivyo kwa hiyo, vikiwashinda huko tunawakaribisha sisi, ndo baba lao, sisi ndo mama lao. Si mnaona jamani wanavyomegeka nchi nzima, wanamegeka na kweli kweli. Sisi tunawakaribisha lakini wasije na vurugu Zah. tumejaribu kuwahurumia kuwapa zile 4R wenzetu wanakuja no reform, no election, nchi ya kwao Samia, we ikitokea chochote vita risasi pu baba kamkongojikake anakimbia anakimbia, si ndio? We utakimbia uache watoto inguhuyai fuira pamakana kwa hiyo wa, wa mama zangu, naomba tukatamie yai hili ambaye ni mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tumwatamie kwa maombi.